Waheshimiwa, kwanza nishukuru nishukuru kwamba baada ya safari ndefu tulikotoka, bado tumesimama imara <coughs> hapo nyuma tumepata matatizo mazito mazito, na tukafika mahali sababu Salim Bimani huwa tunasema tukapata uduwanzi, yaani tukaona, e hey, tutavuka huko mkondo wa Nungwi. Tumefiliwa na marehemu, Mungu amrehemu, alikuwa ndo nguzo yetu kubwa. Tukafanya uchaguzi, tukaporwa, tukaona na iwe tumekwenda tumeinuka, wengine wakasema ah, tena baada ya kufa Seif Sharif ndo mambo yatakuwa ndo haya yeah. Ndo hivi tupo, nyie ndo mnabeba sasa, nyie ndo mnabeba, safari inaendelea. Na inapoambiwa kamati za ushindi washindi wenyewe ndo nyie. Sasa mimi nimepita kwenye mikutano, mmemsikia mwenyekiti, mmesikia makamo na viongozi lakini nkikaa nkiulizwa, Babu unasemaje? Tuna matatizo matatu makubwa na mengine. Kwanza tatizo la umaskini nimelieleza juzi Malindi, nadhani watu wa Malindi walinielewa. La pili ambalo ni lazima ni usalama na uhai wetu, hatuko salama. la ilaha ilallah Muhammada rasulullah. Hujui ukitoka nje utakamatwa, utauliwa au utapigwa na majambazi. Kwa hivyo tatizo la usalama wetu Zanzibar haupo. Jana nikinong'ona na mwenyekiti, nikaogopa, nikamwambia mwenyekiti, maneno mengine mimi naogopa kusema, lakini yananiuma. Tumefika steji, nchi hii kuna watu wakifa ni msiba, nchi nzima inakuwa na msiba, lakini kuna watu wanakufa hata ku, yaani kama kafa huku. Tumefika stage, ubinadamu nchi hii umekufa. Kwa hivyo ndugu zangu, tunaposema tunahitaji mabadiliko, hatuko salama. Usalama utakuja tukipata mabadiliko. Tutaanza upya. Alhamdulillah, mgombea wetu sheria anazijua na anatuambia jana tukinong'ona pale Bumbwini, naambia mimi, ninapokumbuka, hata kuku huyu, kuku hutakiwi umchukue kwa sababu unakwenda mnyichinya, umning'inize, ana haki zake kuku, seuze sisi tunaojiita binadamu. Wanakufa watu, hakuna kesi Uchunguzi haufanywi, wakubwa hawana habari, hatuko salama. La tatu ambalo nalo ni kubwa tena kubwa sana, kila tulipokwenda watu wamenyang'anywa ardhi, wamenyang'anywa, si kwa taratibu kwa nguvu za wakubwa. Sasa sisi ndo tupo leo, tunayaona. Watizameni vijukuu wenu katika hali tulio nayo sasa. Miaka ishirini thelathini ijayo watakuwaje? Makunduchi ardhi haipo, kaskazini haipo. Jana tulikwenda Bumbwini, haipo. Kila tulipokwenda ardhi haipo, haipo vyo toha.